Nashukuru mwenyekiti e, tunamshukuru Mungu kwa nafasi nyingine ambayo ametupatia asubuhi ya leo ya kuamka na kupata nafasi hii ya kuingia katika kipindi hiki cha maombi na niwakaribishe e, sana katika mfululizo ambao tumeendelea kujifunza na leo tutakuwa tukihitimisha tumefikia mwisho katika mfululizo wa masomo yetu juu ya mada kuu e, iliyokuwa inasema kukua katika neema ya Kristo. E, tumejifunza mengi na leo niwaalike tena, tunapoenda kujifunza basi niwasihi pia tuombe. Baba, asante kwa sasa, unapoenda kuzungumza nasi kupitia neno lako, ninakusihi neema yako izidi kuwa pamoja nasi mpaka mwisho, katika jina la Yesu, amina. Na niseme tu tumetembea safari ya kiroho kupitia masomo sita, na sasa tutahitimisha na somo la saba. Na niseme tu kwa fupi kile ambacho tumekuwa tukijifunza e, tulikuwa na somo kama nilivyosema, kukua katika neema, ikiwa ndiyo mada yetu kuu lakini mpaka sasa tumejifunza masomo sita. Somo la kwanza tulijifunza neema yenye kuokoa, na katika somo hili tuliona neema yenye kuokoa ndiyo msingi wa uokovu wetu. Na somo la pili tukajifunza juu ya neema na sheria, na katika somo hilo tuliona neema na sheria zinashirikiana si kupingana. Na tukawa na somo la tatu ambalo tukajifunza juu ya kukua katika neema kupitia maombi, na hapa tuliona maombi ni pumzi ya low, inayo, tueka hai. Na somo la nne tukajifunza juu ya kukua katika neema kupitia neno la Mungu ambapo tuliona neno la Mungu ni chakula cha kila siku cha kiroho. Na somo la tano tukajifunza juu ya kukua katika neema kupitia ushuhuda na huduma. Aa, katika somo hili tuliona ushuhuda na huduma ni njia ya kutoa neema tuliyopewa na wengine. Na somo la sita yani jana tukajifunza juu ya kukua katika neema kupitia majaribu na tukaona majaribu ni shule ya imani na ukomavu wa kiroho. Na leo tutahitimisha na somo la saba ambalo linasema kukua katika neema kwa kutazamia kurudi kwa Kristo, kwa Yesu. Kukua katika neema kwa kutazamia kurudi kwa Yesu, hili ndilo somo tutakuwa nalo leo na hii ni kilele cha tumaini letu, na fungu letu kuu linapatikana katika Tito mbili mstari ule wa kumi na tatu nalo na linasema, tuna tukilitazamia tumaini lenye baraka na kufunuliwa kwa utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Wapendwa, kila Mkristo anayeishi kwa neema anaishi akiwa na tumaini tumaini la mwisho na lenye baraka ni hili kwamba Yesu ambaye alituokoa kwa neema anarudi tena kutuchukua nyumbani. Na kadiri tunavyotazamia kurudi kwake, tunakuwa zaidi katika neema, tunatakaswa na moyo wetu natiwa nguvu ya kuendelea mbele. Tume Paulo uh, kama tulivyosoma hapa, naita tumaini hili tumaini lenye baraka. Ni tumaini lenye baraka. Uh, kwa sababu si tumaini la kubahatisha bali ni hakika. Kama vile jua linavyochomoza kila asubuhi, vivyo hivyo kurudi kwa Yesu ni jambo lililo hakika. Yesu mwenyewe <coughs> alisema katika Yohana ile kumi na nne mstari wa tatu naenda kuandalia mahali nami nitarudi niwape mahali pale, ili pale nilipo nanyi muwepo. Kwa hiyo kutazamia kurudi kwa Yesu kunabadilisha jinsi tunavyoishi sasa. Mtu anajua kwamba bwana wake anarudi, hawezi kuishi maisha ya uzembe au dhambi. Badala yake moyo wake huwa makini, unyenyekevu wake unaongezeka, na neema ya Mungu ndani yake inaongezeka zaidi. Paulo anasema katika Tito hiyo mbili kumi na tatu kumi na mbili paka kumi uh, uh, na tatu kwamba neema hutufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia na kuishi kwa kiasi haki na utauwa. Kwa hiyo neema si tu msamaha wa jana, bali ni nguvu ya leo na mwalimu wa utakatifu kwa ajili ya kesho. Aa, kuna uhusiano kati ya tumaini na neema. Neema ya Mungu hutupa tumaini la kurudi kwa Yesu, na tumaini hilo hutufanya tukae zaidi katika neema, eh? Kadri tunavyotazama siku ile kuu ndivyo tunavyokuwa wanyenyekevu, wacha Mungu na watiifu zaidi. Tumaini hilo halitufanyi tuwe wavivu wa kulisubiri eh? au tukisubiri, bali linatuhamasisha tuishi maisha safi eh? Yesu alisema katika Mathayo ishirini na nne mstari wa arobaini na sita heri mtumwa yule ambaye bwana wake atakapokuja atamkuta akifanya hivyo. Hivyo basi, wale wanaotazamia kwa, uh, kwa neema hawakai tu wakisubiri, wanafanya kazi, wanahudumu, wanashuhudia na wanajitakasa kwa maisha matakatifu. Seme tu, kuna mfano wa dada mmoja aliyetembelea akaenda nje kidogo, au mbali, akasafiri kwenda nje, nchi za nje huko. Sasa, mme wake alikuwa amesafiri, mme wake alikuwa amesafiri kwa muda mrefu, lakini aliyesafiri ni mume wake lakini alikuwa ameahidi kurudi, mume wake aliahidi kurudi. Sasa eh, kila siku dada huyu alikuwa anafanya kazi zake kwa bidii, akisafisha nyumba, akipamba bustani na kuandaa chakula, kana kwamba mume wake angerudi siku hiyo hiyo. Unajua, watu wengi afikiria mke wako, au mke wako wako au au mume wako amesafiri, eh, unavyojiandaa siku na, unatarajia arudi. Sasa marafiki walimuuliza kwa nini unajisumbua kila siku wakati hata hujui lini atarudi? Najua dada huyo alisema akase, akasema kwa tabasamu e, nataka siku atakaporudi akute niko tayari. Yani, kuwa tayari, wapendwa, ndivyo roho ya Mkristo inavyopaswa kuwa. Tunapojua Yesu anarudi hatuishi kwa uzembe, bali kwa utayari. Kila siku tunatakaswa zaidi, tunaishi kwa uaminifu zaidi, na tunajaa upendo zaidi kwa sababu tuna, ngoja kukutana na mpendo wetu yani Yesu atakapokuja uso kwa uso na ndio maana uh, katika Biblia Mathayo ishirini na tano Yesu alisimulia mfano wa wanawali kumi. Watano walikuwa na mafuta ya kutosha katika taa zao, watano walizembea. Wote walikuwa wamelala, lakini wakati sauti iliposikika ikisema bwana arusi anakuja, wenye hekima walikuwa tayari, taa zao zikiwaka wakaingia pamoja naye, lakini wale wazembe au wapumbavu walikimbia kutafuta mafuta, na waliporudi mlango ulikuwa wali wamefungwa. Mafuta katika taa ni ishara ya neema ya Roho Mtakatifu. Wale wanaodumu katika maombi, katika neno, katika utii, katika huduma, walikuwa wamejazwa neema ya Mungu, ndio maana walikuwa tayari. Lakini wale wapumbavu, wale wapumbavu waliokuwa wamepoteza uhusiano E, wa kiroho hawakuwa na neema ya kutosha kwa ajili ya wakati wa dharura. Wapendwa, neema tuliyo nayo leo ndiyo itakayotuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Yesu. Kama uh, atu uh, tut tutakuwa le zembe leo, hatutakuwa tayari kesho. Lazima tuwe tayari wakati wote, eh, kutazamia kurudi kwa Yesu ni chanzo cha utakatifu wa kweli. Mtu anayesubiri uh, Yesu kwa moyo mnyenyekevu hawezi kuishi katika dunia hii uh, kwa uzembe. Na anachagua maneno yake kwa hekima, anachunga moyo wake dhidi ya uchafu na anaishi kila siku kama mtu uh, anayetarajia kuona uso wa mwokozi wake. Yohana wa kwanza tatu mstari ule wa tatu, tatu inasema kila aliye na tumaini hili ndani yake hujitakasa kama vile yeye alivyo safi tumaini la kurudi kwa Yesu linatufanya tujitakase si kwa woga bali kwa upendo. Tunaishi eh, tukijua kuwa siku moja tutamwona Yesu ambaye alitupenda hata kufa kwa ajili yetu. Na mwito wangu leo, tunapoelekea kuhitimisha somo hili, ni kwamba leo Mungu anatuita tuishi maisha tumaini, ya tumaini, si ya hofu, eh? Tazama dunia, giza linaongezeka, maadili yanaporomoka, watu wanakata tamaa lakini sisi wana wa neema hatuangalii giza, bali tunatazama nuru, yani Yesu anakuja. Na kila dalili tunayoona leo ni uthibitisho kwamba tumaini letu liko karibu na kutimia. Usikate tamaa kwa majaribu, kwa sababu mwisho wake ni tukio la furaha kuu. Yesu anarudi kuwakomboa wale waliokolewa kwa neema. Ni sisi kujiandaa, nami nasema jiandae kila siku kwa moyo safi maisha ya utakatifu, maana mwana wa Adamu anakuja na saa msiyodhani, kama ambavyo tunasoma katika Mathayo ishirini na nne Mungu wetu atusaidie, tunapokuwa tukitazamia tumaini la kurudi kwa Yesu, tukijiandaa na tukiishi maisha ya utakatifu, tukimngoja kwa bidii, na Mungu wetu hakika anakuja. Huo ndio wito wangu asubuhi ya leo, tunapohitimisha masomo haya, tumaini lenye neema, hasa tukitazamia kurudi kwa Yesu Kristo ndilo tumaini kuu ambalo watu tunaomwamini mungu lizidi kung'aa katika maisha yetu. Basi niwalike, tunapohitimisha sasa, tuombe. E Bwana Yesu, tunakushukuru kwa neema yako iliyo kubwa, inayo tutakasa na kutuandaa kurudi kwako. Tunakiri kwamba mara nyingi tumekosa macho ya tumaini, tukaangalia mambo ya dunia na kusahau mbingu Leo tunakuomba utupe moyo wa kungoja kwa imani na uaminifu. Tujaze tumaini jipya, nguvu mpya na upendo mpya wa kutumikia. Tusaidie kuwa tayari kila wakati, taa zetu zikiwa na mafuta ya neema yako. Tunangoja kurudi kwako kwa furaha, tukisema, naam njoo Bwana Yesu. Tunaomba haya kwa jina lako Yesu Kristo, amen.